aya hii ya nne inaongelea kuhusu kutenganishwa kwa hekima ya Mungu and, uh, and the light was divided from darkness the light that has been divided here it's not the sun because the sun is not yet there the moon is not yet there so it is talking about the light that we spoke in verses 3

darkness which is ignorance ama foolishness. Kwa hivyo hekima maarifa ikatenganishwa na ujinga. Kumaanisha nini? Kila moja ikawa na kazi yake, ikapatiwa kazi yake, kwamba mtu anapopata kuwa na hekima basi atakuwa mtu wa namna hii, ataishi hivi, mambo yake itakuwa hivi atakapoishi kwa hekima, atakapopata hii nuru ambayo ni hekima, ambayo ni maarifa. Na yule ambayo hana ataishi hivi. So each was given its dominion, ikagawanyiwa mamlaka yake ikagawanyiwa shughuli zake, ndio maana zikatengania pale. Pakawa na kitu kinaitwa ujinga, pakawa na kitu kinaitwa ufahamu ama hekima ama maarifa. Hii <laughs> ni nyumba moja. Napo unaposikia nikisema hekima, nikisema maarifa, nikisema ufahamu, hizi zinaingia kategori moja. Kwa hivyo, ujinga, upumbavu, hizi nazo zinaingia mahali moja ujinga upumbavu na ujinga upumbavu zinaingia sehemu moja kwa hivyo zikatenganishwa And the Lord saw that light was good. This is a light that is not sourced from the sun from the moon from any other source of the light. It is the illumination of the mind. He saw that illumination of the mind is good. In other words, God saw that knowledge, this thing called knowledge is good. When he saw that it's good, he separated it from darkness. How are they? Zilikuwa zimeungana aje. Ukitaka kujua kwamba hii sio kitu, hayongelei mambo ya hayongelei mambo ya ya ya nuru ya jua ama ya mbalamwezi, inaongelea nuru tofauti kabisa, tofauti. Ndio sababu aya za Biblia ukizisoma tu, na bado nazidi kusema, ukizisoma bila hekima ya Mungu, bila ufunuo wa Roho Mtakatifu wa Mungu, utapoteza mengi, utaanguka mitihani mingi utachanganyikiwa hautaelewa. Lakini ukizisoma katika kuelewa, kwa sababu aya zote za Biblia zina hekima na maarifa ya Mungu ndani yake, ila kwamba zimefichwa kwa plain eyes, huwezi kuzielewa, huwezi kuzipambanua, huwezi kuzipambanua kwenye hekima ya binadamu huwezi kuzipambanua kwenye hekima unayopata kwa shule kwa darasa. Ndio maana hata wengine wanaenda theology, lakini hawawezi kupambanua Biblia vile inavyostahili, vile inavyostahili. Mwingine akiisoma ile Biblia akisoma verses mbili tatu akose kuielewa anakuwa atheist, anakuwa mchawi, anakuwa mshirikina, anakuwa mshiriki ukiisoma Biblia vibaya maana Biblia inakuonyesha vile ambavyo unaweza ukatumia miti, vile unaweza kutumia jua, vile unaweza kutumia mchanga, vile unaweza kutumia mawe, zikufaidi zikufaidi kwenye maisha yako kama binadamu. Maana ziliwekwa pale kwa ajili yako binadamu, lakini ukiitumia vibaya tu unakuwa shiriki, unajikuta umekuwa mchawi. Kwa sababu Biblia, ndani ya Biblia ndio wachawi wanapata maarifa ya kutengeneza uchawi. Uchawi sio kitu kigeni duniani, ilikuwepo maana ilikuja. Uchawi inatokana na vitu vya natural. Natural it is corrupting, it is corrupting corrupting the use of the natural things that God gave to the use of man to the use of man. So uchawi inatumia ile ile vitu Mungu alivitengeneza lakini in another opposite way if it was meant to, to, to, to give you a good, uh, good uh, smell wao wanaipendua ikupatie bad smell kama ilikuwa ikupatie uh, sura ya kuvutia, wao wanaipendua ikupatie sura ambayo haivutii. Kwa hivyo hiyo ndiyo uchawi inafanya. Kwa sababu gani? Wachawi wa mna, wanajua wanasomea, wanatafuta elimu ya vitu vilivyoumbwa na Mungu, kisha wanajua kwanza original purpose. Sasa wao wanaipendua ile original purpose. Hiyo ndiyo uchawi inaitwa uchawi. Ndio maana wachawi, unaweza pata mchawi anatumia Biblia, mchawi anaenda kanisa na anabeba Biblia. Hata wafuga majini, utaona labda kuwe na Quran ama kuwe na Biblia, vitabu viwili, kwa sababu kuna kitu ambayo imefichwa ndani ya hizo aya. Hakuna kitu jini inaweza fanya bila aya, hakuna uchawi bila aya, hakuna nguvu za Mungu bila aya Hakuna kitu shetani anaweza fanya bila aya. Ndio hata alipokuja kwa Yesu alitumia aya, anamwambia imeandikwa, anamjaribu, akijaribu kumwambia aya, Yesu anaipasua ile aya kwa kuipinga kwa kutumia aya nyingine, kisha shetani anaondoka. Shetani anatumia aya, wachawi wanatumia aya, na zile aya ambazo zina uweza mkuu ni aya za Biblia nilikuambia aya za bibilia zinatiisha jua aya za bibilia zinatiisha mbalamwezi aya za biblia zinatiisha mawe kuna maneno unaweza kuyanena kutoka kwenye biblia kwa ufahamu uliokamilika unaziongea jiwe mawe inapasuka a rock breaks into pieces juu ya zile nguvu na uweza na hekima ya Mungu, the knowledge of God revealed. Once the knowledge of God revealed, nothing stands before it. Dunia inatetemeka. Bahari ilisikia neno la Mungu ikarudi nyuma. Nitakuja kukufundisha Daudi akisema kwamba bahari una nini, mbona kusikia Maneno ya Mungu unakimbia, unarudi nyuma. Yordani unarudi nyuma. Ni aya za Biblia zina siri nyingi, ina vitu vingi ambavyo imeficha. Natamani ujue na kuombea uzijue, endelea kunifuata, endelea kunisikiliza na utajua uweza huu ambao uko katika aya hizi za Biblia. Amina.